We vipi, mbona uko hivi? Alafu nishakwambia usiwe mnyonge mnyonge kama hivo eh. Unaanza nini yani? <sighs> Kiukweli kichwa changu kina mawazo mengi sana, alafu sasa sijui ni kitu gani nilifanya. Hawezi kuamini, nilimfuata Rosta nikamwelezea hisia zangu, lakini amenikataa kata kata, hakutaka kabisa kunisikiliza na hata hivo nimeenda pia kuongea na mjomba nikamwambia, limradi kwamba anipelekee siku mbele, ili niweze kutafuta mwanamke ambao atamridhia, na yeye pia amenikatalia, ameshikilia msimamo wake ule ule. Kwa hiyo, nawaza sio hata, ni kitu gani nifanye, limradi niondokane na hili janga. Na kama unavyoelewa Neema, mama Tiara ameshasimama kwamba lazima vyovyote vile, kama nikifeli nimuoe huyu mwanamke, huyo mundani, na ukiangalia mimi simpendi, sitaki hata kumuona. Wewe mbona unafanya hivyo? lakini Yani, hicho ni kitu ambacho mimi siwezi kukiruhusu kabisa kitokee humu ndani, na nilisha kwambia mara kibao, wewe, haya mambo niachie mimi. Mimi siwezi kuruhusu hata siku moja wewe ukamwoa yule mwanamke, hata nani aseme. Kwa hapo cha kufanya wewe kuwa na amani, yani usifikirie kabisa kuhusu hizo vitu. Alafu pia wewe, kuhusu hiyo roast, wewe ungeniachia mimi. Mimi mpaka nakwambia vile, tayari nilikuwa na mipango yangu. Sasa wewe umeamua kukurupuka kwenda kufanya tu bila kumshirikisha mtu yeyote. Unaona sasa kilichokukuta, sawa? Kama ni hivyo basi, haina shida, mimi nimekuelewa. Hapa sasa hivi, cha muhimu wewe nenda chumbani kapumzike, tena utulize akili yako kabisa, usifikirie maswala ya kijinga kama haya. <sighs> Sawa. Unayempenda napendwa na wengi mm. Tunapitia magumu tunapopendana na, na kupokea maumivu Aianum, we vipi? Na wewe tukakaa nawe tukakaa sehemu moja. Unajua, nikwambia kitu hivi. mimi nimekaa nimefikiria nimeona aina haja mimi na wewe kuchukiana. Naomba tu tuishi kwa amani na furaha <laughs> Ko, ndo mganga wako alivyokwambia wambia kwamba ili mambo yako yaende kwa urahisi huko ndani uwe na ukaribu na mimi sio? Labda nikwambie kitu kimoja, mimi kuwa na ukaribu na wewe ni kitu ambacho hakiwezekani. Yaani ni kitu ambacho hakipo kabisa. Unajua kwa nini? Kwa sababu nuru na giza kukaa meza moja hata siku moja. Wewe Hem, jishikilie kwanza. Yaani yeye awe na chuki na wewe kwa kipi? akusingizie kwa kipi hasa? Wewe ndio usiotaka maendeleo yake, lakini yeye hajawahi kuwa na nia mbaya na wewe hata siku moja. Wewe ndio kila siku na kazi ya kumtafutia visa mtoto wa watu. Tatizo lako Happy, Unamwamini sana yule dada kuliko hata mimi. Hebu jaribu kunipa nafasi hata kidogo. Alafu uone, sina ubaya kabisa na hii familia. Na tutaishi vizuri tu na kwa amani. Kwani unahisi kwamba yeye niliwahi kumpa nafasi anionyeshe jinsi nitakavyoishi na yeye. Hiyo ni tabia ya mtu tu. Alafu sikiliza, nikwambie, wewe unataka au hautaki, yule ndo mke wa kaka yangu. Sasa wewe endelea kupoteza muda wako hapo, unadanganywa danganywa na mama kama utaolewa naye. Kitu kama hicho hakitowezekana, na mimi mahi nampenda na lazima atanioa mimi, na mama ameshanithibitishia hilo. Kwa hiyo wewe hautonitishi hata kidogo, namwamini mama maneno yake <laughs> Hakitawezekana. Sawa, subiri uone, mi sijai kushindwa na kitu chochote kile, tena hasa kwenye nyumba yetu. <laughs> Wanangu, nadhani lengo la kikao hichi mnakifahamu. Kama tulivyokubaliana mjomba wenu amepata dharura kidogo, tulitegemea tungekuwa naye hapa, ila kwa sababu zilizoko nje ya uwezo wetu ameshindwa kufika, lakini kila kitu kitaenda kama tulivyokipanga awali. Mahiri, tulikupa siku tatu tuletee mwanamke ambaye unamhitaji wewe, lakini haujafanya hivyo. Kwa hiyo utaratibu wetu utaenda kama tulivyokuwa tumeupanga awali. Utamuoa Fani na taratibu zitaanza haraka iwezekanavyo. Mama, siwezi kumuoa yule mwanamke hata iwe vipi. Nilishaongea sio mara moja na wala sio mara mbili. Naombeni jamani na mimi mnisikilize hichi ambacho mimi ninachokitaka. Mpaka unaona mimi mwanao nakataa kwa sababu kwamba yule mwanamke mimi hanivutii kwa lolote. Sitaki mimi nimuoe binti ya watu alafu baadae nikaja nikamtesa ndani ya ndoa. Hicho kitu mimi sikitaki. Alafu nilienda kwa mjomba mimi nikamuomba angalau anisogezee hata wiki wiki tatu, nitafute mwanamke ambaye ninyi mtaridhika naye, lakini ninyi pia mmeshindwa kunifanyia hivyo. Badala yake mnaenda kuelekea tu siku tatu, siku tatu, siku tatu, siku tatu nini sasa? Mimi siwezi kumwoa yule binti Mahiri kwa sasa, hata ukipinga ikusaidi chochote. Makubaliano yetu ulikuwa umlete huyo mwanamke ambaye ulikuwa unamuona wewe sahihi, lakini umeshindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo hakuna la ziada, kilichopo ni kumwoa Fami mambo mengine yaendelee kama mimi ndio muoaji. Fami siwezi kumoa hata siku moja, labda kama kutakuwa kuna mtu mwingine ambaye anaweza kuja kumoa Fami, lakini kama ni mimi Fami siwezi kumoa hata iwe vipi, na huo ndio msimamo wangu na siwezi kubadilisha hata mama, siku moja mama, mimi naona kama ndio hivyo. Basi ni bora tu ipangwe siku watambulishwe kama wapenzi, ili tuachane na hivi vitu jamani, tuendelee na mambo mengine. Sawa kabisa. Kwa hiyo na wewe sasa hivi uko upande wa mama si ndio hivyo? naomba unisikilize kwa makini sana. Kama umeshindwa kunisupport kunisimamia katika hili, naomba uniache, nitajua mimi mwenyewe napambana vipi, ili mradi kwamba kutimiza lile ambalo mimi nimelipanga, lakini sio kukubali hicho ambacho mama alichokisema. Siwezi kufanya hicho kitu mimi hata siku moja. Mahir, kama hautofanya hivyo utakuwa umejitoa kabisa kwenye hii familia na hautahusika kwa chochote kile na hata kwenye mali alizoziacha baba yako hautopata chochote, na humu ndani utaondoka haraka kwa sababu umeshakuwa unaweza kufanya maamuzi yako mwenyewe, kwa hiyo mwenye. Unaweza kutafuta vilevile pa kuishi. Sawa, haina tatizo, mimi naamini kila kitu kinatafutwa, na mimi bado mdogo, nitahangaika nitajipambania maisha yangu. Naamini ipo siku kila kitu kitakuwa sawa, sio lazima kuendelea kubaki hapa. Mimi nitaondoka, lakini kumuoa yule mwanamke ni kitu ambacho hakiwezekani hata siku moja. Mimi naona ni bora tu ungekubali kumuoa Fami ili tuepushe na hayo mambo mengine. Siwezi kukubali upumbavu hata iwe vipi. Wewe hasa pamekuja kufuata nini? Wewe si umekubaliana na mama kwamba mimi nimuoe yule binti? Kwa hiyo kilichokuleta hapa ni kitu gani? Kwa hiyo unahisi mimi nikikwacha peke yako ili swali unaliweza? Sikiliza nikwambie, mimi pale nimeongea tu, ili mradi mama asihisi labda kwamba tuna plani yote tumeipanga mimi na wewe, lakini pia wao wanafanya mambo yako kwa kutumia akili sana. Tukienda kichwa kichwa, hatuwezi kufanya chochote kwa hiyo sasa tunafanyaje? kwa sababu haya mambo mimi naona tayari yameshaharibika mpaka hapa ilipofikia. Sasa hivi hatuna chochote kile ambacho tunachoweza kukifanya. Alafu wakatuelewa. Mimi, mimi naona bora tu niondoke zangu, kwa sababu sijui ni kitu gani kile ambacho tunaweza tukikifanya ili mradi le jambo likamalizika kwa amani. Mimi siwezi kumoa yule binti hata siku moja, siwezi. Mwacha utoto yeye unakuwa kama sasa mtoto wa kiume. Sasa wewe uondoke uende wapi? Humu ndani ataondoka, kila mtu mimi nitaondoka, nani ataondoka, lakini wewe ndo mtoto wa kiume unatakiwa ubaki humu ndani, sawa? Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Mimi nakusikiliza wewe, una plan gani? Mimi sina chochote kile katika akili yangu. Yaani mimi ninachokiwaza hapa sasa hivi ni kuondoka tu. Yaani mimi siwezi kuvumilia hizi dharau hata siku moja, siwezi, yaani nimechoka. Hivi <coughs> unajua, unazingua ona, kama ungenisikiliza tangu mwanzo kuhusu swala la roster sasa hivi kila kitu kinakuwa kinaenda sawa, lakini tatizo unajifanyaga mbishi na huna lolote unaolijua. Sikia, huu sio muda sasa wa kulaumiana, kama mambo tayari yameshatokea. Sawa, tuangalie ni namna gani tunaweza kufanya. Kama we, kuna kitu ambacho umeplani ambacho unaisikia kitakuwa kizuri kinaweza kutusaidia, ama na mimi kanisaidia kutokana na hili janga, basi ni bora uniambie, ili mradi kila kitu kiwe sawa. Lakini tukianza kulaumiana hapa, sifikiri kama tunaweza tukapata mwafaka. Sawa, wewe umekubali kuwa na roster? Ndiyo, ili swala niachie mimi, lakini na wewe unatakiwa ufanye, kama akijatokea chochote, yani usimuonyeshe mama kama una hasira, haujapenda wala nini, ili mradi tu tulimalize hili swala kwa amani, sawa? Mimi nitafanya hivyo, mm, Hivyo mama. Salama, mshindaji. Kwema. Mama, mimi nimekuja hapa kushukuru. Kiukweli sasa hivi roho yangu imekuwa na amani sana. Kiukweli siku tatu hizi sikuwa sawa kabisa. Nilijua mahali atamleta huyo mwanamke mwingine. Ningejisikia aibu vibaya sana. Usijali. Mimi nilikuwa na uhakika kabisa asingeweza kumpata mwanamke ndani ya siku hizo tulizompatia. Kwa hiyo sasa hivi kila kitu kipo sawa. Kwa sasa imebaki jukumu lako. Unatakiwa upambane kwa upande wako. Unayempenda napendwa na wengi, tunapitia magumu tunapopendana. Uhakikisha unafanya kila unachokiweza ili mahiri ya kupenda, ili hata hiyo siku anayekuja kukutambulisha kila kitu kiwe kama tulivyokipanga. Sawa mama, lakini vipi kuhusu hiyo siku ya kutambulishana? Niamini, ni mimi. Kila kitu kimeshawekwa sawa, na wewe kwa upande wako kwa, kwa sasa hivi unatakiwa utumie nafasi yako vizuri. Swala la kukataa, sahau kabisa, haiwezi kutokea hata kidogo, kwa sababu tulishafanya makubaliano na yeye alikubali. Kwa hiyo kwa sasa hivi anatakiwa tusikilize sisi tu na si vinginevyo, na nimeshampa onyo kwa hiyo anapaswa kufanya sisi tunavyotaka na sio yeye anavyotaka, na akishindwa kufanya kama sisi tunavyotaka, basi humu ndani ataweza kuishi. Basi, sawa. Mimi nasema asante sana na kushukuru sana mama yangu akunipigania kuwa na amani, binti yangu, mimi nakupenda sana. Sawa mama, mimi nakushukuru sana ila ili anakupenda pia. Mama unayempenda, napendwa na wengi mm, tunapitia magumu tunapopendana Vipi mahali nalo umetulia, ila kiukweli nina furaha sana siku ya leo. Hapo nyuma nilikuwa sina amani kabisa, nilitegemea kwamba utamleta wewe mwanamke wako, maana ulikuwa siku tatu tu, lakini mpaka kufikia leo nimekuwa na furaha sana na nimekuja kugundua kwa unanipenda, ndio maana hujamleta wewe mwanamke wako, kwa sababu sita kuamini kwamba kwa leo nakosa mwanamke. Hivyo mwanamke hicho kimbelembele kama mfuko wa shati utaacha lini? Kwa nini muda wote unapenda kuwakera watu? Kwa nini usiishi maisha yako na nifuatilia fuatilia tu kila kukicha? Hebu nomba unisikilize kwa makini sana mwanamke. Sawa. sihitaji ukaribu na wewe na wala sihitaji kabisa usogee kwenye maisha yangu au utaki kwa nini lakini au unataka mpaka nikupige ndo utajua kwamba sihitaji kuwa na wewe? Mahi. Mimi naamini ipo siku utakuja kunielewa. Na tutakapokuja kuingia kwenye ndoa, na imani utakuja kunielewa sana. Na utajua mimi ni mwanamke wa aina gani. Na nitakuonyesha upendo wa hali ya juu. Wewe mwanamke wewe. Haunijui, sikujui. Nimeshakwambia siku nyingi sana usinifuatilie, sikuhitaji katika maisha yangu. Lakini bado hausikii na unaendelea kunifuatilia. Sasa nisikize, nikwambie kitu kimoja. Ukiendelea tena kunifuatilia sasa hivi nitakuja kukupiga kwa mabao ambayo hujai kupigwa hata siku moja tangu uzaliwe. Mpumbavu wewe. Na ukileta tena chakusura kisura chako nitakuchoma hata kisu cha tumbo, ufe huko mbele. Shenzi, shenzi we. Muone vile alivyo, unayempenda napendwa na wengi. Mm, tunapitia magumu tunapopendana na kupokea ma Fami. Vipi mama? Nini kimekukuta? Fami. Nini mamaangu? Mama nilienda nje kuzungumza na Mahir kwa amani kabisa. Lakini Stosha ameniambulia tu kunipiga. Amekupiga? We Mahir, Mahir! Kilichokufanya mpige binti yangu ni nini? Si, sa Mahiri mwanangu. Mbona upendekiwewe jamani, eh? Yaani mwenzia amekufuata mpange mambo yenu, jambo lenu lipo hapa karibu, siku sio nyingi, mnavishana pete amekufuata mpange taratibu jambo litafanyikaje, alafu tena unampiga kweli? Mambo ya pete pete na nani na huyu, hicho kitu mimi hakiwezekani. Na nilishakwambia mama, hicho kitu hakiwezekani, unajisumbua tu bure. Yani mimi kumuoa huyo <gibu> Sasa acha tuone. Mahiri mwanangu, unamkosea sana huyo binti. Kwa sasa jambo lenu lipo karibu sana kufanyika, kwa hiyo mnachopaswa kukaa kupanga mambo yenu, mtafanyaje hilo jambo. Na nikwambie tu, taka usitaki nitavishana pete <sighs> na taratibu nyingine za ndoa zitaendelea sawa, wesi ni mamua hivyo sawa. Unayempenda na pendwa na wengi mm, tunapitia magumu tunapopendana na kupokea maumivu, ukaba unatawala kukesha kila siku, kila mara hivi kwa nini ujarifu furaha?